Kwa moja katika maudhui ya utelekezaji wa mtoto wa kiume. Yaani kutelekeza ni pale ambapo unaacha kumtunza, unaacha kumtunza mtoto wa kiume, unaacha kumpa nini ile haki yake, unaacha kumpa nafasi yake. Kwanza tunajua, uh, mtoto wa kiume ametelekezwa kwa sababu tunaambiwa na magwasha kuwa watoto wa kiume wanasukuma gumzo kwenye viambaza. Ukipata niambie arobaini na tusomee mangwasha. Aliunguzika moyo alipokuwa akiwaona vijana hasa wa kiume wakijikusanya kwenye viambaza vya naduka. Hakuwa na shughuli maalum, hawakuwa na shughuli maalum iliyowakutanisha pale ila kulisukuma gumzo tu. Wengi walikuwa wamemaliza shule, kidato cha nne au darasa la nane. Vizuri sana. Kwa hivyo inaonyesha kuwa wametelekezwa, wako pale tu wanazungumza kwenye viambaza vya maduka. Pia Ngoswe ni mbadhirifu. Mbadhirifu ni pale anatumia pesa za babake vibaya, na anatumia vibaya kwa sababu ametelekezwa. ukurasa mia moja ishirini na mbili hiyo <coughs> ina ubadhirifu. Hapo mia moja ishirini na mbili mahali tunaona kuwa ameegwa egwa Ngoswe. Aya pili, alikusanya ushuru wa bahari ya mashamba ambayo alimilikiwa na wazazi wake, huku akichukua kiasi kisichojulikana. Alikuwa mwana kidakidaki, akaegwa egwa na kudekezwa kupita kiasi. Ngoswe alikuwa na marafiki wa kitajiri walio tabaradi. Naona amedekezwa, kwa hivyo ametelekezwa. Hata alikuwa na ripu pesa, tunambiwa kurasa miya moja ishirini na tatu kwa fupi Ngoso alikuwa maliki wa pesa nyingi sana, aliwasterehesha na kuwabadilisha warembo mbalimbali, wakati mji mbalimbali samani, aliwasterehesha na kuwabadilisha warembo mbalimbali wa mji kila uchao. Pesa zake zilijenga makao ya kudumu, kwa hivyo anaribu pesa tu, ni mbadhirifu, anatumia mali ya mzazi wake vibaya. Tatu, mtoto wa kiume anatelekezwa au anaacha kutunzwa. Pale tunaona kuwa maandishi machache yameandikwa yanayomfunza, ni maandishi machache yanayofunza, yanayomfunza mtoto wa kiume, maandishi machache tu Ukurasa tusome ukurasa wa arobaini na, na, na, na nane. Tusome kutoka hapo chini mpaka arobaini na tisa. Hapo ulisoma soma, soma poti. Mawasha aliungulika moyo alipokuwa akiwaona vijana hasa wa kiume wakijikusanya kwenye vyambaza vya maduka. Hawakuwa na shughuli maalumu iliyowakutanisha pale, ila ila kulisukuma gumzo tu. Wengi walikuwa wamemaliza shule kidato cha nne au darasa la nane, lakini kutokana na hali ngumu ya, ya maisha ya wazazi wao, vijana hawa hawakuendelea hawakuendeleza elimu yao. Huo, huo ukawa mwisho wao wa kubu, kubukua mabuku. Wengine walizurura tu katika katika baraste za mji wasijue wafanyalo. Vibaka nao walikuwa wakisubiri fujo au ghasia fulani zizuke mjini ili wapate nafasi ya kunyang'anya watu mali zao au kupora maduka. Mawasha aliwaona wa, ali pia wasichana wachanga na vitoto vyao migongoni hawa walipitapita kwenye barabara za mji, mikebe mikononi, wakiomba kwa pita njia. Walifahamu kwamba vitoto hivyo vilizaliwa na wazazi wa kiume ambapo pengine hata wa, hawajulikani si kwamba hawana, wapo lakini hawaonekani. Katika maombi yake ya, ya kila siku hakusahau kuwaombea vijana hao. Alijawa na masikitiko alipo, alipowaza juu ya mustakabali wao katika maisha. Hawa hawa, hawa, walikuwa wanaume wenye kutunza jamaa zao kweli? Vigoli hawa vigoli hawa watakuwa wanawake wa kuweza kutunza familia zao. Watategemewa wat, watate na nani maishani? Hiki ndicho kizazi cha kesho au ni kizazi kilichopotea tayari? Maswali kama haya yalitawala akili yake kila alipokumbana na mm, kwa hivyo hoja pale, tumepata ile ya kwanza, tulikuwa tumepata wanasukuma ngumzo kwenye viambaza. Utelekezaji mwingine wa mtoto wa kiume, tumepata mzazi wa kiume hajulikani. Wale watoto vigoli hao wamezaa wana watoto migongoni, lakini wazazi wao wafanye nini? Wazazi wao wa kiume hawajulikani anasema magosha anasema pengine hawajulikani wale watoto sasa nataka tutafute mahali maandishi machache ni maandishi machache ambayo yanamfunza mtoto wa kiume ukipata sema kurasa

katika jamii yake hakuna bila mahususi ya kuongoza mtoto wa kiume bila hiyo, ni mzazi wake wa kiume aghalabu. Huyu alipo au hata ajulikani, hivyo hapati mafunzo yoyote kutoka kwa. Hata akiwepo, ana kadhia nyingi anazojishughulisha nazo, hana wasaa wa kufunza lolote la maana, tofauti na ilivyokuwa kijijini mwao. Haya yalifuneni vizuri sana. Kwa hivyo hapo tumeona kuwa maandishi machache, ni maandishi machache yaliyopo yanayomfunza nani mtoto wa kiume, si ndio? Kwamba kuna machache mno yanayomfunza mtoto wa kiume. Pia tukaona hoja ya tano pale wengi hufa kwa kukosa dira. Tumesomewa pale. Tumeambiwa pale alitambua kuwa vijana wengi wa kiume hukumbana na mauti katika kujaribu kuwa wanaume. Katika jamii yake hakuna dira mahususi ya kumuongoza mtoto wa nini? Wa kiume. Kwa hivyo wengi hufa na wengi hukosa nini? Dira ya kuongoza katika nini? Wengi hufa na wengine eh kwa kukosa, sema tu wengi hufa kwa kukosa dira ya kuongoza katika maisha. Tano, tumesema mzazi wa kiume hayuko ajulikani. Wale vigoli mtaani wamejifungua watoto na wale wazazi wa kiume wafanye nini? Hawajulikani. Tumesoma aya 49. Sita, tumeelezwa kuwa wazazi wa kiume wale wako, wako shughuli nyingi, hawana wakati wa kushughulikia nini? Wako katika shughuli nyingi sana, hawana wakati wa kushughulikia mtoto wa kiume. Wale wazazi wa kiume, si tumesema mzazi wa kiume hayuko au hawajulikani. Si wale wa vigoli. Sasa kuna wengine wako wazazi wa kiume. Na wale wako, wana shughuli nyingi sana, hawashughuliki mtoto wa nini? Wa kiume. Na wao ni wa kiume. Na tumesoma hapa. Hata ikiwepo ana kadhia nyingi, na, na akamsaidia mtoto kiume, wa kiume. Mzazi wa kiume ambaye yupo pale, amsaidie mwanawe wa kiume kwa sababu amejishughulisha na mambo mengi. mengi. Saba, kuna watoto wengi wa kiume ambao wanachakura mapipani, wanachakura mapipani. Tusomee hapo chini. ole wako wewe, ole wako wewe mwana, mimi tuishie leo, unaichakura mapipa hizi zingine za ulikotea jamii, hata usalie kuwa ombaomba, umevaa koti kubwa, umesalia kuwa nyuma kama koti hilo mwanetu. Ni wapi baba aliyekutengeneza ni wapi jamii isiyodhamini elimu na utu wako? Jamii mshika mkono mtoto wako ikapiga mbio na mtoto wako, ikasahau kwamba hata wewe unastahili kushikwa mkono. Tujirudi, tuone ni wapi tulipoanza kupotea. nja lazima tuokoe kizazi hiki kinachopotea, nkani bila matumaini. moja wako matuo, utashika mti gani? Mwasha aliwaza, alikuwatazama watoto hao wakiangaika hapa na pale. Magunia ya taka za kila aina yalikuwa migongoni mwa vitoto vyenye njaa, vikilia migongoni mwa wasichana wachanga, matumaini yao yakidaishi kuu vizuri kwa hivyo, hoja hapo ambapo tumesoma sasa, tumeona kuwa wingi wa watoto wao wa kiume wanachakura wapi? Mapipani, wameachwa kutunzwa, wanachakura kwenye mapipa. Nane, kuna vitoto vingi vya kiume visivyokuwa na nini na baba, viko pale migongoni vinalia, vitoto vingi vya wale watu, wasichana wengi mitaani, havina nini? Havina baba. Kwa hivyo hoja za utelekezaji wa mtoto wa kiume nimesema nini kikurudia, kwanza wanasukuma gumzo kwenye viambaza, tukapata mfano mwingine ni ngoso, ni mbadhirifu kuna maandishi machache yanayomfunza kama mabasho alivyosema wengi hufa kwa kukosa dira. Maususi, dira maususi ya kuongoza. Tukasema tano, mzazi wa kiume hayuko au wakati mwingine ajulikani. Sita, iwapo mzazi wa kiume yupo, ana shughuli nyingi sana, ana shughuli nyingi sana. Ana ana shughuli nyingi sana, sana anazojishughulisha nazo, hivyo kwamba ampi mfa mafunzo yote, ampi mtoto yule mafunzo kwa kiume. Saba, wengi wanachakula mapipani na nane, wana kuna vitoto vya kiume visivyokuwa na nini na baba na vitoto hivi ni vya wasichana wa nini, wa mitaani.